Imetumia saa sita. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM, msomaji ni Jerome Robert. Kwanza ni muktasari wake. Jamii imetakiwa kushirikiana katika malezi ya watoto na sio kutegemea upande mmoja ili kuimarisha malezi bora na afya ya akili na kupunguza athari za mmomonyoko wa maadili katika jamii. Watu wanne wilayani Geita wamejeruhiwa na nyumba tatu kubomoka kufuatia ajali ya mtambo wa uchimbaji madini wa mgodi wa BUCKREEF. Na jopo la majaji katika mahakama ya kikatiba limepiga kura kwa kauli moja kuunga mkono kushtakiwa kwa aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol. Habari kamili Kigoma. Jamii imetakiwa kushirikiana katika malezi ya watoto na sio kutegemea upande mmoja ili kuimarisha malezi bora na afya ya akili na kupunguza athari za mmomonyoko maadili katika jamii. Dr Heleni Mbekenga kutoka kitengo cha afya ya akili katika hospitali ya Maweni mkoani Kigoma amesema katika mkutano wa maombi ya kuliombea taifa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa swala la malezi lisitupwe kwa mtu mmoja au lisitupwe kwa walezi hao wa mashuleni au lisitupwe swala la malezi ni la kwetu sote. Anapoadhibikiwa mtu mtoto mmoja ana uwezekano wa kumwalimu wako lakini ana uwezekano wa kuja kusababisha madhara huko mbele. Kwa hiyo usichukulie swala la malezi kwamba huyu ni mtoto wa fulani. Hapana. Kwa upande wao baadhi ya wananchi waliohudhuria wa mkutano huo wamesema kuwa malezi kwa watoto imekuwa ni changamoto kutokana na ukuaji wa teknolojia. Aidha baadhi yao wamesema kuwa wazazi na walezi wengi wanajikita katika shughuli za utafutaji na kuzitelekeza familia zao hasa kusimamia malezi ya watoto. Muleba. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Muleba mkoani Kagera wametakiwa wametoa wito kwa walimu wa masomo ya dini shule za msingi na sekondari kusimamia na kuendeleza somo hilo ili kudhibiti mmomonyoko maadili kwa wanafunzi. Wananchi wametoa wito huo wakati wakizungumza na redio Kwizera na kusema kuwa licha ya kuwepo kwa masomo hayo kwa baadhi ya shule bado kuna changamoto ya kutokufundishwa ipasavyo. Wamesema kuwa malezi na makuzi ya mtoto hukuwa kwa mafundisho mema ya dini na jamii, hivyo walimu watumie taaluma yao kuijenga jamii adilifu ili mtoto anapokutana nalo kwenye darasa tayari kwanza anakuwa kimaadili. Hata ile kasumba ya kusema watoto wa siku hizi, nafikiri kwa watoto ambao wamepitia masomo haya alitakuwepo tena. Tunakuta wanafunzi asilimia kubwa, tuna wanafunzi ambao wanaishia mtaani, wametoka nyumbani hawajafika, lakini kama wangekuwa wamejengewa kiuwezo na imani yao inawatuma kujua ni kipi wanaenda kukifanya, hatimaye tunaweza tukaa tuko sehemu nzuri. Kwa upande wake, mratibu wa somo la Biblia kutoka kanisa la Anglikana Tanzania Dayosesia Lweru amesema kuwa hutoa elimu hiyo kwenye baadhi ya shule za msingi za sekondari kutokana na kutokuwa na walimu wa kutosha wa masomo hayo. Geita. Watu wanne wakazi wa kitongoji cha Isangilo kata ya Lwangasa wilaya ya Geita wamejeruhiwa na nyumba tatu kubomoka kufuatia ajali ya mtambo wa uchimbaji madini wa mgodi wa Buckreef. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Geita, mtambo huo aina ya buldoza wenye nambari za usajili BGC bd mbili pia umesababisha uharibifu wa nguzo ya umeme ya katika eneo hilo. Jeshi la polisi limesema tukio hilo limetokea Aprili mbili majira ya saa mbili usiku, na kwamba ajali hiyo imetokea baada ya dereva wake kutelekeza mtambo huo. Aidha, Inadaiwa dereva huyo alihisiwa kuiba mafuta na kuanza kufuatiliwa na walinzi wa mgodi huo, hivyo kufuatia hali hiyo, aliamua kutekele, kutelekeza mtambo huo. Bukoba. Siku chache baada ya serikali wilayani Misenyi mkoani Kagera kuwaagiza wananchi waliovamia msitu wa Busenya kuondoka kabla ya hatua kuchukuliwa baadhi yao wamesema wameshindwa kuhama kutokana na kutokuwa na maeneo ya kwenda. Baadhi ya wakazi hao wamesema kuwa wameishi pale kwa kipindi kirefu ambacho tayari wameweka makazi ya kudumu na kuwa na familia. Wamesema kuwa hawana sehemu ya kwenda na serikali iwapatie maeneo hayo, kwa shughuli wanazozifanya kwenye maeneo hayo zimekuwa zikichangia pato la halmashauri, ikiwemo ushuru wa miwa inayozalishwa kaya zaidi ya elfu tano ambazo ziko kwenye mazingira haya wanaenda wapi? Sisi tunachokiomba serikali, maeneo haya ni maeneo ya msitu wa Bushenya, ni maeneo ya wilaya ya Misenyi na sisi ni wananchi wa Misenyi na hapa tuna mashamba ya miwa makubwa, tunalipia halmashauri ya Misenyi. Sasa sisi serikali, tunaomba mtufikirie, tufanyeje na tuende wapi? Sisi ni Watanzania na Mtanzania na uwezo wa kuishi mahali popote, ili mradi sivunje sheria. Sasa tunajiuliza, na wakati kesi iko mahakamani, zuiyo limeshatoka kwamba wasifanye vurugu, tusubiri mahakama. Aidha, mkuu wa wilaya ya Misenyi, kanali mstafu Hamisi Maiga, amesema kuwa tayari ofisi yake imepokea maelekezo ya mahakama kuwa wavamizi wa msitu huo waondoke isipokuwa watu tisa ambao kesi zao zinaendelea. Wiki iliyopita mahakama ya mkoa ilitoa court injunction iliyokuwa inasema kwamba wavamizi wote walioko katika msitu wanatakiwa kuondoka isipokuwa watu tisa tu ambao kesi yao ilikuwa bado inaendelea mkoani. Na kwa maana hiyo, baada ya kuwa tumepata hizo taarifa, sisi tuliendelea na operesheni za kwenda kuwatoa, kwa sababu uharibifu unaoendelea katika ule msitu ulikuwa ni mkubwa, na uharibifu mkubwa uliokuwa unafanyika ni kama wa makusudi. Nataka niwahakikishie wavamizi wote ambao bado wako kwenye msitu waondoke, hatua kali za kisheria zinafuata. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Seoul, jopo la majaji katika mahakama ya kikatiba limepiga kura kwa kauli moja ya kuunga mkono kushtakiwa kwa aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol. Hii ina maana kwamba anaondolewa mara moja kwenye nafasi yake ya uraisi ambapo nchi hiyo sasa ina siku 60 kufanya uchaguzi wa haraka kujaza nafasi yake. Akitoa hukumu yake, jaji wa mahakama ya kikatiba nchini humo amesema hatua ya Yoon kutekeleza gizo la kijeshi ilikiuka kanuni za utawala wa sheria na demokrasia na kuharibu haki za kimsingi za kisiasa na raia. Maniema zaidi ya wakimbizi wa ndani elfu nane na mia nne ambao wamekimbia machafuko ya kivita mikoa ya Kivu kusini na kaskazini wamesema hali yao kwa sasa ya maisha ni ngumu, huku waliopo mkoa wa Maniema mashariki mwa DRC. Mratibu wa shirika la raia katika tarafa ya Lubutu Bwana Mumbere Mutoro amesema tangu vita kati ya waasi wa M ishirini na tatu dhidi ya jeshi la taifa kuendelea katika mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini, kumekuwa na wimbi kubwa la wakimbizi katika tarafa ya Lubutu bila msaada wowote. Mutoro ameitaka serikali ya mkoa wa Maniema kutenga kambi maalum ya kuwahifadhi wakimbizi hao, kwani wengi hawana sehemu za kulala pamoja na kupewa misaada ya chakula na matibabu. Aidha, upande wake Bwana Muruhula Maheshe, mmoja wa wakimbizi hao, amesema wakati huu wa mvua baadhi ya wa wakimbizi wananyeshewa na kuonesha wasiwasi wa kuebuka kwa magonjwa ya mlipuko. Na Kigali, viongozi wa Afrika na wataalamu wa teknolojia wametoa wito wa uvumbuzi zaidi kuboresha muungano wa kidijitali na upatikanaji wa usawa wa akili bandia AI katika mkutano wa kwanza wa akili bandia barani Afrika ulioanza jana mjini Kigali nchini Rwanda. Akizungumza katika mkutano huo, rais wa Rwanda Paul Kagame amesisitiza fursa kubwa kwa Afrika kwa uvumbuzi wa ubunifu ambavyo vinaweza kuimarisha AI na kuzitaka nchi za Afrika kuchukua hatua chanya kutumia kikamilifu faida zinazotokana na AI. Naye rais wa Togo, Ofor, Nasigbe amesisitiza haja ya kuhakikisha e AI inahudumia Waafrika wote na kuonya kuwa bila ya juhudi za makusudi e AI inaweza kunufaisha watu wa mijini na wasomi tu, na hivyo kuongeza pengo la ukosefu usawa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jamii imetakiwa kushirikiana katika malezi ya watoto na sio kutegemea upande mmoja ili kuimarisha malezi bora na afya ya akili na kupunguza athari za mmomonyoko maadili kwa jamii. Watu wanne wilayani Geita wamejeruhiwa na nyumba tatu kubomoka kufuatia ajali ya mtambo wa uchimbaji madini wa mgodi wa Buckreef. Na jopo la majaji katika mahakama ya kitaifa limepiga kura kwa kauli moja kuunga mkono kushtakiwa kwa aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol. waza wazawazua Msikilizaji, maisha ni safari ya kasi, bali, maisha si safari ya kasi bali ni uimbaji wa pumzi yenye subra. Wazawazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X at radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa kumi alasiri utaletewa duru habari.